Habari, karibu katika kituo letu ya afya. Leo tunakwenda kujifunza mada kuhusu mambo ya kuzingatia wakati wa kunyonyesha. Kunyonyesha ni hatua muhimu sana katika maisha ya mama na mtoto. Maziwa ya mama ndiyo chakula bora kabisa kwa mtoto mchanga, kwani yana kila kirutubisho kinachohitajika kwa ajili ya ukuaji wa kinga ya mwili. Zaidi ya hayo, tendo la kunyonyesha huimarisha uhusiano wa kihisia kati ya mama na mtoto. Hata hivyo, kipindi hiki kinahitaji uangalizi maalum ili kuhakikisha mama na mtoto wote wanapata afya bora. Ili kunyonyesha kufanikiwa vizuri, mama anatakiwa kuzingatia mambo mbalimbali yanayohusiana na lishe, usafi, afya ya mwili na akili, pamoja na malezi bora ya mama na mtoto. Kutoka nami daktari Leni Komba nikukuletea mada hii kwa undani. Kama bado kujiunga nasi basi jiunge nasi kubonyeza alama subscribe, kisha kingelea pembeni yake. Jambo la kwanza, lishe bora ya mama. Lishe bora ya mama ni msingi wa uzalishaji wa maziwa yenye ubora. Mama anayenyonyesha anapaswa kula chakula chenye mchanganyiko kamili wa virutubisho, mfano kula milo mitatu mikuu na vitafunio viwili mpaka vitatu kwa siku. Ongeza chakula chenye protini kama samaki, kuku, maharagi, mayai na maziwa. Kula matunda na mbogamboga kwa wingi kwa ajili ya vitamini na madini. Epuka vyakula vyenye mafuta mengi, pombe na vinywaji vyenye kafeini. Kumbuka, lishe bora huongeza uzalishaji wa maziwa na afya ya mama kwa ujumla. Jambo la pili kunywa maji ya kutosha maziwa ya mama yanatengenezwa kwa zaidi ya asilimia themanini ya maji hivyo upungufu wa maji mwilini hupunguza kiwango cha maziwa kunywa angalau lita mbili mpaka tatu za maji kila siku kunywa kabla na baada ya kunyonyesha epuka vinywaji vyenye sukari nyingi pamoja na soda jambo la tatu kunyonyesha mara kwa mara mnyonyesha mtoto wako kila anapohitaji Yani, on demand, bila kuweka muda maalum. Maziwa ya mwanzo yani colostrum yana virutubisho na kinga muhimu, yasiwe yanatupwa, lakini pia usimpe mtoto chakula wala maji kabla ya miezi sita. Jambo la nne, usafi na utunzaji wa matiti. Usafi wa mwili na matiti ni muhimu kwa afya ya mama na mtoto. Osha mikono kabla ya kumbeba mtoto au kumnyonyesha. Osha matiti kwa maji safi tu, usitumie sabuni kali. Ikiwa chuchu zimepasuka, paka matone ya maziwa ya mama au mafuta ya nazi kusaidia kupona. Jambo la tano: mkao sahihi wakati wa kunyonyesha. Mkao sahihi huzuia maumivu na kurahisisha kunyonya. Kifua cha mtoto kiwe karibu na kifua cha mama. Kinywa cha mtoto kifunike sehemu kubwa ya areola yaani sehemu ya chuchu, si chuchu pekee. Mama awe ametulia na mgongo umesimama vizuri. Jambo la sita: kuepuka matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari. Baadhi ya dawa kupenya kwenye maziwa na kuathiri mtoto. Usitumie dawa yoyote bila ushauri wa daktari. Wasiliana na mtaalamu wa afya kabla ya kutumia dawa za kutuliza maumivu au za kupunguza homa. Jambo la saba: afya ya kihisia na mama. Afya ya akili ni muhimu kama afya ya mwili. Mama apate muda wa kupumzika vya kutosha. Epuka msongo wa mawazo, kwani upunguza uzalishaji wa maziwa. Tafuta msaada kutoka kwa familia au mtaalamu kama kuna dalili zozote za huzuni baada ya kujifungua. Hali hii tunaita postpartum depression. Jambo la nane: kudhibiti uzazi kwa njia ya salama. Kipindi cha kunyonyesha hakimaanishi mama hawezi kupata ujauzito. Njia ya lactational amenorrhea method ni salama ikiwa mtoto yuko chini ya miezi sita na mama bado hajaanza hedhi. Tumia njia salama za uzazi wa mpango kwa ushauri wa wataalamu. Jambo la tisa: kuchunguza afya ya mtoto. Mtoto anapaswa kukojoa mara sita au zaidi kwa siku. Fuata ratiba ya kliniki kupima uzito na maendeleo. Ikiwa mtoto analia kupita kiasi au anatapika au hapati uzito na anapoteza uzito, muone daktari mara moja. Jambo la kumi: kuendelea kunyonyesha baada ya miezi sita baada ya miezi sita anza kumpa mtoto chakula cha nyongeza taratibu. Endelea kunyonyesha hadi umri wa miaka miwili au zaidi sambamba na mlo kamili. Kunyonyesha ni tendo la upendo, afya na uhai. Maziwa ya mama ni kinga ya kwanza ya mtoto dhidi ya magonjwa huku ikimsaidia kukua kimwili na kiakili. Mama anayefuata kanuni sahihi wakati wa kunyonyesha anajilinda yeye na mtoto wake dhidi ya matatizo ya kiafya, na anajenga msingi wa maisha yenye afya na furaha. Ulikuwa nami Daktari Leni Komba, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.